Bila shaka ndugu zangu, mpo mpo vizuri mimi ningependa kutoa maoni yangu kidogo kuhusiana na klabu ya soka ya Simba. E, kwanza msimu haujaanza vizuri sana lakini bado kuna mechi nyingi za ligi kuu ambazo Simba inapaswa kucheza. Kwa bado msimu haujachanganya vile ambavyo umepaswa kuchanganya, sababu tuko chini ya game kumi mpaka sasa na mechi ziko zaidi ya ishirini kwa maanake, muda bado upo wa kufanya kitu na kuweza ku, kuweza kupambania kupata chochote kwenye msimu huu. Kwanza sidhani kama kuna haja kubwa sana ya mashabiki kupanic, sababu ni hali ya kawaida kwenye mpira miguu. Kuna wakati eh, timu inapitia nyakati ngumu. Kupotea njia ni, ni sahihi, lakini kujua namna gani ya kurejea kwenye njia ndio namna sahihi zaidi ya kufanya. Nimeona taarifa sehemu kwamba kocha anahitaji wachezaji watano wapya, kama watano hivi wapya. Mimi ningekuwa kiongozi wa Simba, cha kwanza kabisa nisingeweza kukubaliana na wazo la mwalimu kukata wachezaji na kuleta wachezaji wengine wapya, kwa sababu sioni pointi ya kuanzisha kikosi kipya wakati msimu unaendelea. Kwanza ni kuwaamini wachezaji ambao waliopo. Shida kubwa ya Simba si kwamba ina wachezaji wabaya. Changamoto kubwa ni trust ama level ya kuwaamini au wachezaji ili kuweza kuonesha ubora, na hiyo imekuwa changamoto kwa zaidi ya misimu mitatu. Ni pressure imekuwa kubwa sana kwa wachezaji eh, hawalindwi vile ambavyo wanapaswa kulindwa, tofauti na klabu zingine kwa mfano, hata ukienda Yanga Azizki alianza vibaya sana pale ndani ya Yanga. Ingekuwa Simba yule Azizi asingeweza kuderiva na kuweza kuuzwa nje ya Tanzania. Uh, believe me or not, hata leo hii yule mchezaji kama yule musa Balakonte alishakuwa galasa, anaonekana ni galasa, lakini kuna namna ambavyo wao wameweka tu ile trust kumpa match, keep playing, keep playing na kuna wakati wakamtupa benchi lakini yule anaweza naye akaonesha ka, ubora kutokana na changamoto ambazo pia amepitia, kwa maana kwamba wako nyuma ya, ya wachezaji wao. Hii imekuwa kawaida kwa wachezaji wao, wamekuwa wengi, wamekuwa kianza vibaya, lakini baadaye wanaonesha ubora tofauti. Na Simba wanakuza wachezaji wengi bora, tumesajili ma MVP Rwanda, tumesajili ma MVP Cameroon, wachezaji wengi wana ubora mkubwa sana lakini ubora wao unakuja kudondokea wakiwa ndani ya klabu ya soka ya Simba au wengine grafu yao inashuka kwa kadri ambavyo muda unakwenda. Kwa hiyo kuna wakati it's not about coaching. Sitaki kuamini kwamba ni coaching peke yake, ni makocha peke yao. Sitaki sitaki kuamini hilo swala. Simba imekuwa pia na changamoto. Mchezaji amba, Simba akiwa benchi alafu akija uwanjani ni tofauti. Ndafuta mchezaji wa Simba, mtoe kikosi cha kwanza, mweke benchi mechi 4, 5, alafu mrejeshe kikosini utapata mechi mbovu kuwahi kutokea. Maana yake ni kwamba, anafanya nini akiwa nje ya dakika tisini? Camping yake ikoje? Ratiba yake ikoje? follow up yake ikoje? Ni kitu ambacho cha kujifikiria sana. Ukienda Yanga, mtazame Abutwali Bumsheri, ana mechi ngapi hajacheza tangu msimu uliopita? Yule bwana mdogo tangu afike pale mechi rasmi azifiki hata ishirini au ishirini na tano. Ana msimu wa pili kama sio watatu au kuelekea wanne lakini kiwango chake kiko vile vile, hakijashuka mtazame Bakari Nondo, mwami yetu, ametoka bench ndani ya Yanga, alafu anaenda national team ana perform katika ubora wa hali ya juu, anarudi Yanga anaendelea na bench. Hicho pia ni kitu kingine pia cha kuwaza, ambacho sasa kinakuja kuzungumzia program ambazo wazaji wanapewa, camping ambayo wanapewa, psychology, namna ambavyo wanatengenezwa, ni vitu ambavyo pia tunapaswa kuviwaza na kuvitafakari. kwa hiyo Simba kutofanya vizuri si suala la viongozi peke yake, sio suala la technical bench pekee yake, hata pia mashabiki tuna tuna tuna tuna sehemu yetu, hasa kwenye kuwalinda wachezaji, hasa katika namna ya ku protect talent za wachezaji. Hawa ni binadamu, wanaingia mitandaoni kama sisi, wanasoma comments kama sisi, na wana catch feelings kama sisi. Maanake huyu ukimwaribu kisaikolojia, atakuja uwanjani, atashindwa kudeliva nafikiri kuna, kuna namna ya kufanya pia kwa ajili ya wachezaji hasa katika eneo la mashabiki. Kingine pia nafikiri kwenye management yetu lazima pia watu wakubali kwamba modern game na vitu vingi sana, na vitu vingi sana modern game. Uh, sasa hivi makocha wengi wana kampuni ambazo zinawamiliki hizo kampuni, hizo agency ambazo ni zao, pia zina wachezaji ama ni sports consultants. Maana yake ni kwamba kuna wakati kocha anakuletea wachezaji kutoka katika agency yake, amependekezwa, anatoka katika kampuni yake. Kuna wakati kocha anataka kumkata mchezaji fulani ili aje mchezaji fulani wa agency yake. Kuna wakati pia anakuletea recommendations za mchezaji fulani kutoka katika agency, sababu watu share mwakala, fikiri, unabidi, wana share mawakala au makocha sasa hivi ni mawakala. Kwa nafikiri klabu inabidi wao na watu katika bodi ambao wana uelewa wa, wa football hasa katika tactical point of view. Sasa hivi mpira umeama kwenye mafia, upo katika ufundi. Ajirini vi, vi vijana. Wako vijana wengi ambao wamesomea coaching, wamesomea football katika level ya juu. Sidhani kama kuna ubaya tukawa sidhani si yupo, si yupo tukawa na technical director ambaye yeye ataishauri bodi from tactical point of view kutokana na jicho la kiufundi na kuona namna gani ambavyo klabu naweza inaweza ikasaidiwa. Lakini overall nadhani natakiwa tu trust hiki kikosi ambacho kilichopo vijana wakapambana. Sidhani kuna sababu katikati ya msimu tena tuvunje kikosi tulete kikosi kingine, sio za jua tano na nne. Kocha kawaona wapi? Hawajacheza hata mechi ya kimashindano mmoja yeye akiwa kocha. Zaidi ya Mapinduzi Cup na wapi mazoezini. Kocha kawaona wapi huyo, anafaa huyo, faa huyo? No no. Kazi ya kocha pia ni kutengeneza kikosi, kwa kocha anatakiwa afanye coaching, tukaangalie mwishoni mwa msimu. Sidhani kuna kama kuna haja ya kupanic. Ikitokea tumeondoshwa klabu bingwa, it's okay. Ikitokea hatujafanya eh, eh, vizuri, lakini tuchotokia kufanya msimu huu kurudisha confidence kati ya FA au Premier League moja anapaswa tubebe, kwa hiki kikosi hicho nacho tukiwapa confidence, naamini we can do something better. Naamini mashabiki wenyewe pia wana kazi ya kufanya, viongozi wana kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Ni maoni yangu binafsi.